Mtazamaji, ni kazi nzuri ya ujenzi ambayo inaendelea hapa katika jengo la CDOM Plaza. Jengo hili linapatikana katika mji wa Embu, ni mali ya kanisa Anglicana, ACK Diocese of Mbeere, kwa ajili ya kitega uchumi cha kanisa Anglicana, Diocese ya Mbeere. Lakini tukukumbushe jengo hili mara baada ya kukamilika litakuwa na jumla ya floor nane kwenda juu mpaka sasa takribani floor nne zimekamilika, na baadhi zinaendelea na ujenzi uh, kwa maana ya kwamba ukamilishwaji hapa tulipo ni floor ya tatu, ambapo mafundi wanaendelea na ujenzi wa flo hii uh, kuanzia flo ya kwanza na ya pili zote zimekamilika, na tayari uh, kuna wapangaji wanaendelea na biashara katika eneo hilo. Lakini flo ya tatu na ya nne juu, ujenzi sasa unaendelea kama ambavyo unatazama hapa, mafundi wako site na kazi zinaendelea. Jengo hili mara baada ya kukamilika litatoa taswira na picha ya pekee kabisa katika mji huu wa Embu. Yako majengo mengi, lakini CDOM Plaza mara baada ya kukamilika litakuwa jengo la tofauti lenye sura ya pekee, na pengine ni moja ya majengo ambayo yataingia kwenye namba za juu kabisa za mwonekano katika mji huu wa Embu. Na nitumie nafasi hii kuwakaribisha wafanyabiashara wote kuja kuomba nafasi katika jengo hili la CDOM Plaza ambalo ukifika Embu, jengo hili linapatikana mkabala kabisa na Urban School. Kwa hiyo tunakukaribisha wewe ambaye unapenda kufanya biashara yoyote halali ambayo inakubalika kwa mujibu wa mkataba na ofisi ya ACK Mbeere. Namba za simu zinapatikana hapo chini, ili uweze kuwasiliana na wahusika na upate nafasi ya kufanya biashara katika jengo hili la CDOM Plaza. Karibu sana, ni jengo la kupendeza. Nami naitwa Michael Woga.